Leo tukua na kikao cha tathmini ya lishe wilaya yetu, na imeonekana kwamba swala la lishe limeshuka kidogo kutoka asilimia 9 hadi 75. Ni sahihi kulingana na mazingira yetu. Swala la ustaji wa takwimu za kilishe katika wilaya yetu linatokana na msimu mwaka jana tulikuwa juu zaidi, lakini sasa hivi wananchi wetu ambao tunaongoza ndio walikuwa kwenye kipindi cha mavuno. Maana yake sasa hivi ni msimu wa mavuno wa maharage na mahindi. Kwa hiyo katika robo ambayo iliyopita mazao yalikuwa bado hayajakomaa, kwa sasa mazao yanayoendelea tayari yameshakomaa, na kwa robo hii inategemea kwamba tutafanya vizuri miongoni mwa vitu ambavyo tumefanya kuhakikisha wazazi wanachangia vyakula vya wanafunzi wao wa shule. Sisi tunachofanya ni nini? Tunaondoa mlo wa mtoto nyumbani kupeleka mashuleni, kwa hiyo kila mzazi ana jukumu la kuhakikisha ule mlo wa mchana unafika shuleni kwa mtoto wake, sababu watoto wetu wanakaa shuleni kwa muda mrefu sana mpaka saku ni, sio rahisi sana kwa mtoto ambaye ni mdogo kuweza kuhimili kukaa kuanzia asubuhi mpaka jioni ajapata chakula cha aina hiyo. Kwa kwa hiyo tunahamisha ule mlo wake kwenda shuleni. Kwa hiyo kwa robo kwa hii sasa, ni robo ambayo tayari mavuno wazazi wamevuna maharage na mahindi, kwa wilaya yetu ya Ngara hamna uhaba wa chakula kwa nozi hii. Kwa robo kwa hii ya Januari, Machi tutafanya vizuri zaidi na ninategemea hata robo ijayo pia tutafanya vizuri zaidi upande wa vyakula mashuleni tunaendelea kuhamasisha wazazi, na tunaonekana mikakati kwamba ifikapo mwezi huu wa tatu tarehe 30 ndio mwisho wa kila mzazi kupeleka chakula kwa hiari, lakini baada ya hapo sisi huwa tunachukua hatua, na hatua ni kumuita mzazi kumwajibisha kwa mujibu wa sheria za maeneo yetu wa upande kwa upande wa kijiji na kata. Kwao kuna sheria ambazo zinambana mzazi kama jukumu lake kuhakikisha mwanafunzi anapata chakula na kwa kata ya Tobe kuna vijiji vinne ambavyo ni kijiji cha kijini Tobe, Nzenzo na Chio, na kuna shule sita za sekondari moja ambayo ni Tobe sekondari na za msingi tano. Kwa kata yetu ya Tobe kumeweka mikakati kwa ajili ya upatikanaji wa vyakula shuleni kwa sababu wakiwa na chakula shuleni inapelekea hali nzuri ya ufaulu kwa wanafunzi wa sekondari na msingi. Kwao sisi kama watendaji watendaji wa kata wa kwa kushirikiana na watendaji wa vijiji tumefanya vikao mbalimbali vya VDC vikao vya wazazi na mikutano mbalimbali ya wananchi kwa ajili ya uhamasishaji wa uchangiaji wa chakula shuleni, kwa kuweka kiwango sawa ambacho kitawawezesha wananchi kuweza kukichangia kulingana na hali yetu na mazingira ya kata Yatobei. Kwa hiyo sisi kama watendaji tunaendelea kushirikiana na afisa mkata na walimu wote walimu wakuu wa shule za msingi na sekondari kwa ajili ya kuhakikisha ufaulu unaongezeka kutoka kwa mwaka huu hali ilivyokuwa nakwenda mbele zaidi. Na leo tulikuwa na kikao cha kutathmini mkataba wa utekelezaji wa afua za lishe kwa ngazi ya wilaya, ambacho kawaida mwenyekiti wake anakuwa ni mheshimiwa DC, na kama ambavyo tulikuwa na mada mbalimbali, lakini jambo ambalo lilikuwa ni kubwa ni hali ya uchangiaji chakula shuleni ambayo imepungua kidogo kutoka asilimia themanini na tisa mpaka sasa ni asilimia sabini na tano kwa uchangiaji wa chakula shuleni. Kwa hiyo mikakati mbalimbali tumeweka ili kuongeza kiwango cha uchangiaji chakula shuleni, shuleni. Kwanza ni kuhakikisha tunafanya vikao vingi kwa wingi na wazazi ili waweze kuelewa umuhimu wa kuchangia chakula shuleni lakini pia tumeweka mkakati kwa kuhakikisha maafisa wa elimu wanashiriki kwenye vikao vya bodi ya shule, na ajenda pia kuchangia chakula shu, shu, shu, shu, shuleni iwekwe pia mkwa, yani mkazo kwa hali ya dini, kwa kuhakikisha watoto wote wanakula chakula shuleni shu. Na bado pia mkakati mwingine ambao tumeuzungumza ni kuhakikisha vyakula vinatunzwa vizuri, ili kuhakikisha haviharibiki havibunguliwi, lakini pia tupate madhara ya sukuku. Tunafahamu mahindi yakikaa muda mrefu kama hajatunzwa vizuri yanayoelekea kuharibika na kutengeneza sumukuvu, na kama ambavyo tunafahamu sumukuvu ni hatari, inaweza ikawa na madhara ya muda mfupi au madhara ya muda mrefu. Kwa hiyo tumeweka mkakati kuhakikisha utunzaji wa chakula unakuwa ni mzuri, ili asije kutokea madhara kwa watoto. Lakini jambo jingine ambalo tumelizungumzia na kuwekea mkazo ni kuhakikisha watoto wanakula vyakula ambavyo vinaongezwa virutubisho. Kwa hiyo tumewekeana mkwazo kuhakikisha kila shule inapeleka chakula chake kusaga kwenye kwenye mashine ambazo tayari zina mashine za kuongeza virutubishi kwenye chakula ili kuhakikisha watoto wanapata chakula ambacho kinalishi, ambayo ni bora.